Sisi hapa Mwanza tunasema tunaishi pamoja pa pa tunakula pamoja pa tunacheza pamoja katika, katika nchi moja iitwayo Tanzania. Huo ulikuwa ni ujumbe wa mwenyekiti mwenza wa kamati ya amani mkoa wa Mwanza na shekhe wa mkoa wa Mwanza Sheikh Hassan Kabeke wakati akizungumza na viongozi wa dini katika mwambao maridhawa wa Ziwa Victoria. Jumanne ya tarehe 25 Novemba 2025, viongozi wa madhehebu mbalimbali ya dini za Kiislamu na Ukristo kutoka mkoa wa Mwanza walifanya ziara ya kipekee katika Hifadhi ya Taifa ya Kisiwa cha Saanane. Ziara iliyolenga kuhamasisha utalii wa ndani, kuimarisha umoja na kutafakari kazi za uumbaji ndani ya mazingira haya ya asili. Kwa maneno ya hekima na busara, Sheikh Hassan Kabeke aliwahimiza Wanamwanza, wa Tanzania na wageni kutoka mataifa mbalimbali, kutembelea hifadhi hii ya kipekee ili kushuhudia maajabu ya uumbaji wa Mwenyezi Mungu yaliyohifadhiwa katika hifadhi hii pekee nchini Tanzania, iliyoko ndani ya jiji. Leo tumeidhihirishia dunia na sote tumepaza sauti kuambia wanamwanza Kuambia Watanzania kwamba Tanzania, Tanzania imebarikiwa, imepewa vitu ambavyo hazikupewa nchi nyingi na Mungu, na leo tutashuhudia hapa tukiwa saa nane mpaka kuna jiwe, kuna eneo inaitwa secret kona hapa, ubora wa uumbaji wa Mwenyezi Mungu. Tabarakallahu ahsanul khaliqin, amitukuka, ametukuka Mwenyezi Mungu, mzuri wa kuumba hapa leo utakwenda mahala, utakwenda kuona mti mti uliokaa kwa mfano wa twiga mm-hmm. na nilikuwa na shauri, hata kama unakauka ule, jengeni basi hata mnara hivi muoe, mnajua kwamba hapa ulikuwepo mti umefanana na twiga. so, so, kwenye eneo hili la Saanane hapa, ukiwa Saanane utakwenda kuona eneo ambalo ukikaa pale unasikia milio ya ndege tu kuna mambo makubwa mazuri. La, leo kamati ya amani ya viongozi wa dini mkoa wa Mwanza tumepaza sauti na kuambia Watanzania wawe na utamaduni wa kutembelea hifadhi zetu Amen. na ikiwemo Saanane, sote tumefurahi hapa, ndio hapa namwangalia shehe wangu wilaya ya Ilemela anasinzia tu, namwangalia mtume hapa Kaimu mkuu wa hifadhi ya Saanane ndugu Selagi Marandu alivipongeza vyombo vya dini kwa kutenga muda wao na kufanya utalii wa ndani kwa msisitizo. Marandu alieleza kuwa viongozi wa dini ni wadau muhimu katika kutangaza hifadhi hiyo kwa sababu wana ushawishi mkubwa kwenye jamii. Amewataka kuwa mabalozi kutangaza kisiwa cha Saanane kama sehemu salama, murua na ya kujifunza kuhusu uhifadhi wa mazingira. Nyinyi pia kama wadau E, tunaona ni wadau muhimu sana pia kwa sababu mnatusaidia pia e, kutoa e, mabalozi wetu kwa sababu mnaweza mkashuhudia vizuri viumbe wa Mungu, na pia, kwenye mahubiri yenu mnaweza kuhubiri vizuri namna watu wanaweza wakaja wakatembelea hifadhi zetu na vitu ambavyo mnaweza kuviona. Kwa hiyo pia tunawakaribisha sana kwa ajili ya kutoa baraka, lakini pia kuona vivutio e, lakini pia mnajifunza, mnajifunza vitu mbalimbali katika hifadhi yetu. Hifadhi ya Kisiwa cha Saanane ipo katika Ziwa Victoria, ndani ya wilaya Nyamagana, jijini Mwanza. Kisiwa hiki kimebarikiwa kuwa na mandhari ya kuvutia, upepo mwanana na utulivu wa asili unaomgusa kila mfikao. Ndani ya hifadhi hii, wageni hukutana na ndege mbalimbali, akiwemo ndege tausi na ndege wengine wa kuvutia pamoja na wanyama kama simba, swala, pundamilia, nyumbu, pimbi, tumbili, digidigi, fisi maji na mamba waziwani. Kwa mujibu wa afisa uhifadhi daraja la kwanza, B. Cecilia Nkwabi, kisiwa cha Saanane si tu kivutio cha utalii, bali pia kina mchango mkubwa katika uchumi wa jiji la Mwanza na taifa. Hifadhi ya kisiwa cha Saanane ni muhimu sana katika uchumi wa taifa, lakini pia uchumi wa mtu mmoja mmoja kutoka katika jiji letu la Mwanza na wananchi wanaozunguka kisiwa hiki kwa ujumla wake. Nikianza kwa umuhimu wake wa kiikolojia, Hifadhi ya Taifa Kisiwa cha Saanane ni hifadhi ambayo inasimamia mazalia ya samaki na viumbe wengine wanaopatikana wa, wana katika ziwa Victoria, na hivyo ni moja ya kisiwa kinachochangia sana uwepo wa samaki ndani ya ziwa Victoria. Kwa hiyo uchumi unaotokana na biashara ya samaki katika mkoa wetu wa Mwanza, hifadhi yetu kama eneo la mazalia ya samaki ina mchango mkubwa sana, na huenda utokuwepo kwa hifadhi hii na hifadhi ya Rubondo kisiwa cha Rubondo kinachopatikana kule Geita, ingesababisha upungufu wa samaki katika ziwa letu, kwa sababu sisi katika hifadhi za taifa Tanzania tunasimamia utunzaji wa mali asili zinazopatikana na haturuhusu uvunaji wa aina yoyote wa mali asili zinazopatikana ndani ya hifadhi za taifa. Kwa hiyo kisiwa kina mchango mkubwa sana kwenye uchumi wa mkoa wa Mwanza na kanda ya uziwa Victoria kwa ujumla kwenye upande huo wa samaki, lakini pia um, sisi kama hifadhi ya taifa kisiwa cha Saanane ni chanzo cha masoko mbalimbali ya bidhaa ambazo zinapatikana katika mkoa huu, hususan zile tunaita curio shop curio um, items au zawadi ambazo ni kazi ya mikono ya wananchi wanaopatikana katika mkoa huu. Kwa mfano, unapokuwa unakuja katika ofisi zetu pale barabarani mkono wako wa kulia yapo maduka mbalimbali mbali ambayo yanauza zawadi za aina mbalimbali ambazo kimsingi wako pale kwa sababu ya uwepo wa hifadhi ya taifa kisiwa cha Saanane. Wageni mbalimbali wanakuja kututembelea, wanapopita pale wanaona zile bidhaa na ni sehemu yao na wao wanakuwa sehemu ya kuchangia ujasiriamali kwa wananchi wale wa mkoa wa Mwanza. Lakini hata hivyo, miaka ya hivi karibuni kumeonesha hatari ya uharibifu wa mazingira unaweza kuathiri mazalia ya samaki na ekolojia ya kisiwa hicho. Bi Cecilia anatoa wito kwa jamii kushiriki kikamilifu katika kulinda mazingira, kupiga vita taka, uchafuzi wa maji na uharibifu wa misitu ili vizazi vijavyo viendelee kunufaika na neema ya kisiwa hiki. Ujumbe wangu kwa wananchi wote wa kanda ya ziwa kwa ujumla ambao tuko karibu kabisa na rasilimali rasili hii ya Ziwa Victoria. Tuepuke zile shughuli ambazo zinachangia kuleta uharibifu wa rasilimali hii tuliopewa na Mungu. Kwa mfano uvuvi hatarishi wa mabomu, wa sumu, ni tukio ambalo linatakiwa kuachwa kabisa, kwa sababu kwa kufanya hivyo, tunadhuru yale maji ambayo tunayatumia, ambayo mwisho wa siku inatuathiri kiafya, lakini pia wale samaki tunaotumia wakiwa wamevuliwa kwa sumu au kwa mabomu ni hatarishi kwa afya zetu. Lakini suala so zima la udhibiti wa taka au uchafuzi wa mazingira ambao mwisho wa siku taka hizo zinakuja kuingia kwenye Ziwa Victoria na yenyewe ni changamoto kubwa. Hivyo wito wangu kwa wananchi wote, tuhakikishe tunadhibiti um, taka tunazozizalisha kwa kuhakikisha kwanza, tuna vyombo vya kutunzia taka, lakini pili tunazirudufu kwa neno la Kiingereza tunasema recycling, yani tuhakikishe hizo taka tunazifanyia matumizi mengine badala ya kuzitupa. Kama ni chupa, basi itumike kwa kazi nyingine. Tunaona matumizi mbalimbali mbali ya vitu ambavyo vimetumika, lakini pia tuwe na utaratibu ule wa kutenganisha taka, ambayo itatusaidia sana kujua taka za vyakula tuzitumie kwa mfano kutengeneza mbolea. Kama ni chupa tuzirudishe kwenye viwanda, maana huo utaratibu upo na ziko centers nyingi sana ambazo zinapokea uh, taka ambazo zimeshatumika kama chupa na mabati na mengine mengi. Hiyo itaturahisishia sisi kupunguza athari za uchafuzi kwenye ziwa Victoria, na kupunguza vihatarishi hasa vya kiafya, kwa sababu usisi, sisi sisi ndio tunakuwa tena wahanga wa matumizi ya maji kutoka ziwa Victoria, lakini pen, tena wahanga wa matumizi ya samaki ambao wanatoka ziwa Victoria. Kwa hiyo kama tutakuwa tumevua kwa sumu, kama tutakuwa tumevua kwa mabomu, kama tutakuwa tumeachilia maji taka yakaingia ziwani Tukumbuke tu kwamba hakuna tunayemkomoa, madhara yote yanaturudia sisi wenyewe. Kwa hiyo wito wangu, kila Mtanzania, kila mwananchi kanda ya Ziwa na Tanzania kwa ujumla, ni kuhakikisha tunakuwa na utaratibu mzuri wa kudhibiti taka tunazozalisha, lakini kuwa balozi na kuwa jicho kwa wale ambao wanafanya uvuvi hatarishi, ili kuokoa afya zetu, uchumi wetu na maisha yetu kwa ujumla. Huenda ukawa bado unajiuliza kwa nini kinaitwa Kisiwa cha Saanane? Bwana Idi Ibrahim, muongoza watalii katika Hifadhi ya Taifa za Tanzania, anaeleza kuwa jina hilo linatokana na mwasisi wa eneo hilo.

shilingi 600 ya Kitanzania kwa miaka hiyo ilikuwa ni pesa yenye thamani kubwa sana, na kuweza kuhama katika kikisiwa na kuhamia katika eneo jingine, na rasmi hapa wakaanzisha bustani ya wanyamapori ya kwanza kabisa kuanzishwa hapa nchini Tanzania mnamo mwaka 1964. Wanyama mbalimbali walianza kuletwa hapa wakitolewa maeneo tofauti tofauti wakiwemo tembo nyati, viboko, simba, pundamilia, nyumbu na baadhi uh, ya wanyama wengine ambao wanapatikana katika hili eneo lakini baadhi ya wanyama uh, walishindwa kustahimili mazingira hapa, lakini kuna ambao waliweza kustahimili mazingira hapa mpaka leo hii tuko nao katika hifadhi yetu ya Taifa Kisiwa cha Saanane. Na ilipofika mwaka 1991 serikali iliboresha hili eneo kutoka kwenye bustani ya wanyama pori aa renchi wakawa wanajitafutia wao chakula tu na katika mapori ya akiba huwa kuna activity nyingi ambazo zinafanyika, zinafanyika shughuli nyingi ambazo unafanyika, ikiwemo mapori nane. Na hifadhi yetu e, sehemu ya majini pale kuja uh, huku nchi kavu ni eneo la hifadhi na maana shughuli za uvuvi haziruhusiwi kufanyika ndani ya hifadhi. Kwa hiyo lakini kuna activity nyingi ambazo tunazifanya katika hifadhi yetu eh, ukiwemo utalii wa kuvua samaki. Pia tunaofanya ndani ya hifadhi ya Kisiwa cha Saanane. Tuna vivutio mbalimbali ambavyo vinapatikana hapa ukiwemo wanyama, tuna ndege wa kutosha hapa kama ndege tausi ni ndege ambayo imekuwa ni kivutio hasa kwa watalii ambao wanatembelea hifadhi yetu ya taifa ya Kisiwa cha Saanane. Viongozi wa dini waliotembelea kisiwa hicho hawakuficha furaha yao. Mbali na kusifu mandhari mazuri na tulivu, wengi wao walitafakari ukubwa wa Mwenyezi Mungu katika uumbaji wa eneo hilo ambalo limebaki salama kwa miongo kadhaa. Walisisitiza kuwa uumbaji huu ni ujumbe kwa wanadamu kuendelea kuwa na umoja, amani na kuheshimu kazi

kutembelea hifadhi hii ya kisiwa cha Saanane eneo ambalo ah, la utalii kwa kweli tumeenjoy, tumefurahi, na hii ndiyo inayoonyesha kabisa ile neema ambayo Mungu ametujalia Tanzania katika uumbaji wake. Tumeona wanyama wa kila namna, lakini tumeona mshoncha, miti ya asili, hali ya hewa ilivyo nzuri. Kwa kweli nitajitahidi ili hawa walioko nyuma yetu nao waje waone uumbaji wa Mungu jinsi Mungu alivyotujalia katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa ni sehemu kabisa ya wa Watanzania, wasikae wakifikiri tu kwamba uh, kutoambiwa na ambiwa na, na kuambiwa. Waje waone wenyewe uzuri wa Mungu aliyotujalia wa Tanzania, kuwa na sehemu nzuri ya kutalii na kuona uumbaji wake ulivyo mzuri sana. Neno ni moja tu hii neema iliyotujalia wa Watanzania, tuendelea kuomba viongozi wairinde, wasimame, waendelea kutuunganisha. Tumekuja hapa uh, watu wa dini mbalimbali, tuko kama familia moja. Kwa hiyo hii iwe ni ujumbe kabisa kwa viongozi wetu wa nchi yetu kuendelea kudumisha amani hii. Amani ni, ni, ni, ni kitu cha muhimu sana katika maisha yetu wa Tanzania. Kila siku jambo eh, kubwa ni elimu tuliyoipata kuhusiana eh, na mazingira safi na mazuri na hifadhi hii. Hii inatuonyesha eh, utukufu wa uumbaji wa Allah tabaraka wa taala, namna ambavyo eh, kama alivyosema katika Qurani tabaraka wa ta eh, wataala anasema baada, audhullahi min shaitani rain rajim bismillahi rahmani rahim tabarakallahu ahsan alkhaliqin, e, ametukuka mwenyezi mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, ahsan alkhaliqin, mbora wa waumbaji anayeumba kwa ubora. Kwa hivyo utaona maajabu makubwa, namna ambavyo Allah tabaraka wa taala alivyoumba wanadamu, akaumba mito, akaumba bahari, maziwa, lakini milima, majabali, miti na kadhalika. Kwa hivyo Uh, katika jambo kubwa nilojifunza katika hiki kisiwa cha Saanane na hii hifadhi ya Saanane ni ule uumbaji wa Allah tabaraka wa taala, alivyofundi katika uumbaji, alivyopangilia uumbaji wake. Kisiwa hiki hi kilivyo tulivu, lakini kilivyo na mandhari mazuri, lakini inakufanya upate kumjua Allah tabaraka wa taala, na kweli ametukuka, kumuabudu fatabarakallahu, wa ametukuka Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, mbora wa hii hifadhi ya Saanane, eh, kama tulivyosema eh, ile namna eh, mandhari yake mwonekano wake, kivutio hiki kwanza ni sehemu ambayo ukiitembelea uki unakuja kujifunza mambo mengi ya uumbaji wa Allah tabaraka wa taala, lakini pili inaleta utulivu. Uh, nilichojifunza ni kwamba tunastahili kuja kutembelea katika hifadhi tofauti tofauti na kufanya utalii, kwa sababu huo ni utulivu wa akili, lakini pia ni kufurahisha nafsi, lakini na kujifunza mambo mbalimbali, na kutukuza lile ambalo Mungu kalifanya kwa ufundi, kwa ubunifu ulio mkubwa. Uh, na washauri watu waje watembelee Saanane, sio kisi kisio, hususan kisiwa cha Saanane, waje watembelee wajionee mandhari nzuri, kwa utalii wa tofauti tofauti, waweza kuona wanyama, kuona ndege, ama pia tu kukaa kufanya tafakari kwa sababu ni eneo zuri ambalo linapendeza kufanya hayo, na unaweza kupata fikra mpya, lakini unaweza kujijenga pia, lakini ni sehemu ya wewe kuweza kuja kupumzika na kupata ule utulivu mkubwa kabisa. Ziara hii ya leo kwa ajili ya kutembelea hifadhi hii ya taifa ambayo ni hifadhi ya kisiwa cha Saanane kwa kweli imenikumbusha mambo mengi juu ya uumbaji wa Mungu alivyoumba wanyama, wadudu na kuona kwamba ni vitu vya thamani vinavyoweza vikaifanya dunia kupendeza. Tumepata kuangalia uumbaji wa Mungu, lakini namna shirika hili la Tanapa linavyoweza kujali, kutunza hao wanyama, kuhakikisha kwamba ni viumbe wa Mungu walio hai wanaohitaji kuthaminiwa. Kwa ni wito wangu kwamba tuwe mawakili wema kwa vitu vinavyotuzunguka katika Biblia ile Zaburi ya mia moja na kumi na tisa mstari ule wa tisini na moja anasema na kwa hukumu za Mungu vimesimama imara hata leo, maana vitu vyote ni watumishi wa Mungu. Kwa kila tunachokiona iwe ni miti iwe ni ndege iwe ni wanyama iwe ni wadudu ni uumbaji wa Mungu, tusitumie tu vibaya vibaya kuto kujali na kuona kwamba pengine sio kitu cha maana, kwa sababu kama Mungu alikiumba alijua ni cha maana, kinafaa. Kwenye hifadhi hii tunajifunza namna ya uwakili wa utunzaji wa vitu na rasilimali zote za Mungu. Kwa hiyo, kwa taifa letu la Tanzania na nchi yetu, kuweka na kutenga kisiwa kama hiki, ambapo ni mojawapo ya maeneo yaliyotengwa maalum kwa ajili ya hifadhi, ni mahali pa kujifunza. Nitoe wito kwa jamii yetu ya kitanzania makundi mbalimbali ya wababa ya wamama ya vijana ya watoto kupata nafasi ya kuja kujifunza lakini pia kuja kufanya utafiti. Kuna mambo mengi ukiingia hapa utajifunza, tumejifunza mpaka utafiti, namna ya wanyama, namna ya wadudu, namna ya ndege, unavyoweza unavyo kutambua tabia zao. Ziara hii tumefanya katika mbuga hii ya wanyama ya Saanane Island, faida kubwa ipatikana ni kwamba kwanza tume kufanya ziara hii pamoja kwa Kristo na Waislamu kama kawaida yetu, tunaishi kama ndugu, tunaishi kama wamoja. Kwanza ni faida kubwa ya kwanza, lakini la pili tulikuja kuona um, umbile, maumbile au yale yaliyoumbwa na Allah Subhanahu wa Taala. Tumeona wanyama mbalimbali, tumepata huduma mbalimbali, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo. Kitu ambacho ninaweza kusema tu watu, kama uko Mwanza, kuna nafasi ya kuja kufanya ziara sana nene kumeboreshwa sana. Karibu sana, uje kufanya ziara. Sisi tumekuja kama viongozi wa dini, tumekaa pamoja, tumezungumza, tumejadili mengi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunawaambia watu, endeleeni kulinda amani, endeleeni kuwa moja. Sisi nchi yetu sote, hakuna grade one na grade two, hakuna first na second. Sisi wote wa Tanzania, sote tusimamia amani, tulinde nchi yetu amani ili tuendelee kufanya yale ambayo Mungu anapenda. Wito wetu kwa serikali na serikali yetu ni makini na sikivu chini ya mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan. Wito wetu kwa serikali ni kwamba iendelee kulinda rasilimali hizi kwa sababu ni za Tanzania. Lakini kubwa zaidi, tuna msemo wetu tunasema, tumerithishwa tuwarithishe. Zikiendelea kulindwa kama hivi na kuboreshwa kama hivi, tuna imani wajukuu wetu na watakuja kuziona na wataenjoy vizuri sana. Kwa hiyo serikali endelee kuzilinda mwanzo, waje kufanya ziara, wafanye ziara zao Saanane Island. Sio Saanane Island ya mwaka 90, mwana wa 2000. Hapana, imeboreshwa sana sana sana. Ina mandhari mazuri sana, ni pahala, nasema, sana ni pahala pa kweli, ukija unaona raha. Nasema waje kufanya ziara ni hapa Saanane Island, pako imara na boti zake ni imara. Tunatoa wito wananchi kuja kutembea Saanane Island kwa sababu sana. Kama ulivyosikia awali, kisiwa hiki ni makazi ya wanyama wanaovutia ambao watalii ndani na nje hupenda kuwaona kwa ukaribu. Mandhari ya wanyama wanaotembea kwa utulivu, sauti za ndege na uzuri wa mawe ya asili, ni mchanganyiko adimu unaowapa wageni uzoefu wa kipekee na fursa ya kujifunza kwa macho. Kwa wanyama tulionao hapa tunao nyumbu, lakini tunao swala pala, bila kumsahau mfalme wa mwitu anapatikana ndani ya hifadhi ya taifa ya Kisiwa cha Saanane. Ukija Saanane na kuhakikishia simba unaenda kumuona. Lakini kuna maeneo ambayo yamejizolea umaarufu sana kwamba unapotembelea hifadhi ya taifa ya Kisiwa cha Saanane, watu wengi huwa wanatamani kufika. Eneo la kwanza ikiwa ni Secret Corner. Hii ni kona ya wapenda nao kwa ajili ya kupeana zawadi. Ni eneo mahususi kabisa. Kuna ukaribisha sana wewe ambaye hujawahi kufika hapa, tembelea hifadhi ya taifa ya Kisiwa cha Saanane. Lakini kuna eneo lingine linaitwa Jumping Stone. Hii ni sehemu ambayo kwa, amba kwa wale ambao napenda picha sasa, hapa nitakuwa nimewafikisha penye hapo. Ukifika hii point, utaweza kupata picha, utakuwa unaruka, alafu zile picha zitapigwa, utaonekana ulikuwa unaruka, unatoka kwenye maji, alafu then ukasimama juu ya maji. Ni sehemu nzuri kabisa kwa ajili ya kupiga picha. Lakini kuna mti ambao unafanana na twiga, unapatikana ndani ya hifadhi ya taifa ya Kisiwa cha Saanane. Kwa wewe Mtanzania, na ukaribisha sana uweze kutembelea hifadhi ya taifa ya Kisiwa cha Saanane. Tukumbuke hii ndio hifadhi pekee nchini Tanzania ambayo inapatikana katikati ya jiji, ni wilaya ya Nyamagana, tuko katikati ya mji kabisa hapa, kwa hiyo ni karibu sana na popote po pale ulipo, kunakaribisha sana uweze kutembelea hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Saanane. Ziara ya viongozi wa dini sio tu imetangaza Saanane kama hazina ya utalii wa ndani, bali pia imekuwa darasa la umoja, mshikamano na umuhimu wa uhifadhi wa mazingira yetu. Saanane ni zaidi ya kisiwa ni urithi, ni ishara ya uzuri wa asili, na ni zawadi kwa Tanzania. Mwandaaji na msimulizi wako ni Butije Butije.